Natakaji zako we sungura, mbavu zako. Sikuwa na nikulia viazi wewe. Natakaji na nadaku, piko aje? Kwanza nani unalilia? Ee sunguch ja pale taimaski uko oh, wapi? Ulikuwa nakula viazi nani by the way? Niko na kula viazi za nani mbavu. Natakaji wewe sungura eh, eh, mbavu zako. Siko na nikulia viazi wewe eh, eh. Natakaji, nataka kupikwa aje eh, kwanza ani unalilia ewe eh. Yeah. So good. Ja pareta hii maski uko wapi? Oh, ulikuwa nakula viazi nani by the way? Yeah. Ulikuwa nakula viazi nani mbafu.